Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika maendelezo wa matukio mbali yanayotokea mbali nje na ndani ya Tanzania kubwa hii leo ikiwa imepita takribani miezi mitatu tangu ya aliyekuwa katibu wa itikadi na uenezi CCM na balozi, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole kudaiwa kutekwa na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake. Familia yake e, imekusanyika leo hii katika nyumba aliyekuwa anaishi Polepole maeneo ya Ununio, jijini Dar es Salaam na kukusanya mali za ndugu yao. Hatua hiyo imefanyika mapema hii leo ya kukusanya mali za ndugu yao, ndugu yao na pia kufanya maombi ya kumwombea ndugu yao kwa sala maalum. Ikumbukwe Polepole alidaiwa kutekwa usiku wa Oktoba 6 2025. 20 kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na sote tutafuatana kwa pamoja Mungu, tazama lililotokea la ndugu yetu Humphrey, Mungu tazama lililotokea la ndugu yetu Humphrey lipo katika uwezo wa mikono yako, lipo katika uwezo wa mikono yako. Mimi kama binadamu ambaye umeniumba, mimi kama binadamu ambaye umeniumba, ninatambua wewe una mamlaka ya kumlinda alipo, ninatambua wewe una mamlaka ya kumlinda alipo katika jina la Yesu Kristo, katika, katika jina, jina la Yesu Kristo, jina linalopita lina majina yote, jina linalopita lina lina lina lina majina lina. ma na ufalme wote wa kidunia na ufalme wote wa ambalo tumepewa ruhusa ya kulitumia wakati wa maombi, ambalo tumepewa ruhusa ya kulitumia wakati wa maombi wa nami ninakuomba e Mungu unisikie, nami ninakuomba e Mungu haja ya moyo wangu ipo mbele zako. Zako, malaika ambao ni walinzi wetu tunawatuma, malaika malaika tunawatuma. tunawatuma. wakazungumze na wanaomshikilia ndugu yetu. Yetu malaika walazimishe aachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu, malaika walazimishe katika jina la Yesu Kristo, katika, katika jina, jina la Yesu Kristo, jina lenye mamlaka na uweza jina, jina lenye mamlaka na uweza jina ambalo likitajwa milango, milango, milango ya kuzimu inatetemeka, jina ambalo likitajwa milango ya kuzimu inatetemeka. Kwa nguvu hiyo hiyo ya jina la Yesu ikatetemeshe milango ya kibinadamu iliyomshikilia ndugu yetu yeah. Awe huru kwa jina la Yesu. Inaiita damu inayotakasa ya Yesu Kristo yenye uwezo wa kunena mema, ikanene sasa katika jina la Yesu Kristo. Usisahau kusubscribe kushare na kwa habari na matukio mbali mbali.